Naam, mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja kati ya truck ambazo sasa hivi hapa watu wanazisubiri, e, ni hii truck ya kijana okay. Kuna hii ngoma ambayo ameitoa Ibra hivi karibuni, ambapo kutokana na idea ya huu wimbo imefanya Harmonize atoe kauli nzito kidogo ambayo imemweka Ibra katika listi ya wasanii fulani hivi ambao watu wengi sana wanawa, wanawa respect hapa Tanzania. Unaelewa kwamba hapa Tanzania, bwana, kitu ambacho ni silaha kwa hawa wasanii ni utunzi yani ni msanii anapokuwa ni mtunzi bora basi moja kwa moja hiyo ndio inakuwa silaha yake katika muziki wa Bongo Flava na, tu, anakuwa na potential ya kufanya makubwa na kufika mbali. Sasa basi kuna idea ambayo Ibra ameamua kuitolea ngoma hivi karibuni na kupitia ukurasa wake wa Instagram aliandika kwamba bwana, hivi ni kwamba nina wivu au ni kweli kwamba nyimbo zinazotoka ni mbaya, mzi, music is life guys. Nimegundua kiwanda cha muziki wetu kinahitaji upcoming artist wa kutosha maana da, muziki, hauna tena nguvu kuliko vituko vya wasanii da, Music Bongo. Ameandika hivyo Ibra, umeona eh? Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho Ibra alikiposti katika ukurasa wake wa Instagram. Then baada ya hapo akaja akawa notify wa mashabiki zake kwamba kuna ngoma yake inakuja, inaitwa copy and paste meona eh? so inasemekana kwamba idea ya wimbo huo ni moja kati ya idea very unique ambazo watu wengi sana hawajawahi kuzizoea, yaani zimeonyesha utunzi bora wa huyu msanii Ibra wa pale Konde Gang, ambapo tunafahamu kwamba huyu ndo msanii pekee ambaye amebaki katika record label hiyo. Sasa basi, kutokana na kutoa ngoma hiyo, basi Harmonize bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti Support katika ngoma hiyo ya Ibra mpya, alafu akaandika kwamba mkiwa mnapanga listi za watunzi wenu na waandishi wenu bora msilisau hili jina la Ibra, new one out. Maana hii ni wakati Harmonize na promoting ngoma mpya ya Ibra eh. Akasema hivyo kwamba katika listi ya wasanii ambao ni waandishi bora hapa Tanzania, basi watu wakiwa wanapanga hizo listi wasije wakalisahau jina la msanii wake Ibra, kutokana na kwamba yeye mwenyewe ameona kwamba huyu ni moja kati ya wasanii ambao wana uwezo mkubwa Umeona bwana, so ukiwa kama mdau, hebu tuambie unahisi kwamba Ibra kweli anastahili kuwa katika list ya waandishi bora au watunzi bora wa hapa Tanzania katika mziki wa Bongo Flavor. Weka maoni yako katika comment section doga, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.